Karibuni makao makuu ya klabu ya Young Africans Sports Club, na tumewaita hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa kadhaa ambazo zinayohusu timu yetu uh, kuelekea mechi za mashindano ambayo yako mbele hapa. Kama ambavyo tumetoa taarifa jana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kikosi cha klabu ya Yanga kimesharejea kambini pale Avic Town na tumerejea kambini wachezaji wote, kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu ya Ligi Kuu ya NBC, ambayo kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi, mechi hii imepangwa kuchezwa tarehe tisa katika uwanja wa KMC Complex na tutakwenda kucheza dhidi ya uh, wenyeji wa huo uwanja kwa bara ya KMC Football Club. Kwa hiyo timu yetu yote imesharejea kambini na maandalizi sasa, akili nguvu tumeelekeza kwenye mechi ya tarehe tisa dhidi ya KMC Complex. Mechi ambayo imeahirishwa ni mechi ya klabu yetu ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na dhidi ya Tanzania Prison ambayo ilikuwa ifanyike Dodoma. Nafahamu tayari matawi mbalimbali ya klabu yetu ya Yanga Africans yalikuwa ameshafanya maandalizi uh, ya safari ya kuelekea Dodoma kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo ni wape pole kwa wote ambao mlifanya hayo maandalizi, na mechi hii imeahirishwa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Na sasa tusubiri bodi ya ligi kutupia mwongozo ni lini tena ratiba hii itakwenda kupangwa, tuanze safari ya kuelekea Dodoma kama bado uh, prison watakuwa wanaotumia uwanja wa Jamhuri. Hali ya majeruhi kwenye kikosi chetu, mara ya mwisho tunazungumza, tuliwapa taarifa ya mchezaji Clement Mzize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 na klabu yetu Young Africans Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahli kutoka Misri na timu inaitwa Far Rabat kutoka Morocco na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia okay, hilo kundi ambalo lina timu nne, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndiyo kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndiyo kundi la kifo. Kwa nini ni kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote nne ndani ya kundi. Ukiangalia vizuri, mbali na ubora wa timu zote nne kwenye kundi hili lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Moroko, kuna ligi ya Algeria na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye tano bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lelemama, na sisi uongozi wa klabu ya Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu. Yani, kundi ambalo halitabiriki mpaka tunavyozungumza sasa hivi, yoyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo fainali, na sisi kama club tunaanza mipango yetu sasa hivi kuhakikisha tunakuwa timu moja katika mbili ambazo zita qualify kuelekea hatua ya robo fainali, insha Allah. Tayari uh, ratiba imeshatangazwa kwa maana uh, mechi zitakapokuwa Young Africans tutaanzia mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Farabat. Baada ya hapo tutasafiri kwenda Algeria kucheza na JS Kabylie. Baada ya kucheza na JS Kabylie, tutakuwa na mchezo mwingine wa ugenini dhidi ya ahli Misri, alafu tutarudi nyumbani kucheza mechi nyingine dhidi ya ahli ya Misri, alafu tutasafiri tena kuelekea uh, Morocco kurudiana na FAR Rabat na mchezo wa mwisho utafanyikia Tanzania dhidi ya JS Kabylie. Ratiba hiyo tayari CAF wameshaipost, na, na nafahamu waandishi na mashabiki wa klabu yetu Young Africans watakuwa wameshaiona na kuielewa kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi a. baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu ni zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja maana ya Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo, tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa aa, na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu, nikapotoa kwenye mashindano. Lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo, na inshallah tutakwenda hatua ya robo fainali. Uh, ya anze haraka. Kwa hiyo maandalizi kule Pemba Unguja yaanze haraka kuhakikisha wanapokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani na mashabiki wengine kutoka mikoa Atofa, tofauti tofauti, Dar es Salaam, Dodoma, uh, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania pia, tunawaomba uh, na nyie tujiandae. Mechi itafanyika, mechi ya kwanza ni tarehe ishirini na mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi siku ya Jumamosi na itapigwa mechi hii majira ya saa kumi kamili jioni, New Aman Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo tuanze maandalizi na sisi matawi yote ya Yanga Tanzania, na tuwe tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar New Aman Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kufikia hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, nimefika mwisho wa machache ambayo nataka niwajuze na nakaribisha maswali.